Habari za leo ndugu zangu, kwa wale ambao wamesikiliza ile speech ambayo nilituma, of course, ni ndefu, ina dakika kama kama 30. Nilikuwa nazungumzia kitu hiki kwamba kwenye mkungu, kwenye shina moja la mgomba unaweza ukakuta kuna miche zaidi ya mi, tatu, minne inayokuwa kwa pamoja. Sasa ukiangalia hapa hapa, tume tulipanda mche mmoja, lakini sasa umezaa mkungu mmoja na umezaa na mkungu wa pili kwa wakati mmoja. Zote hizi ziko kwenye shina moja, lakini hapo hapo chini tumeachia watoto watatu. Kwa maana tumeachia huyu, tumeachia na huyu mwingine, alafu tumeachia na huyo, watatu. Kwa hiyo kuna watoto watatu ambao wat, watazaa. Sasa mzunguko wa mgomba ni ndani ya mwaka mmoja, mche unakuwa umezaliwa na umefika wakati wa kuzaa na kuvuna. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hapa kuna uwezekano ndani ya mzunguko wa mwaka mmoja tayari tukawa tumevuna ndizi zaidi ya tano eh, kwenye shina moja. Ila sasa hatupendi kuachia watoto wengi, kwa sababu eh, zisije zi, zikabanana sana. Sasa hii kwa sababu eh, iko inakaa wazi zaidi, ndio maana tumefanya hivi.